te ndio mao mtanzi amekuwa kadudu kadogo sana kanasumbua sana kana nyevua nyevua, yaani yani, kameingia kwenye sikio la tembo. Kila nikitikisa masikio akatoki, nikitikisa masikio akatoki. Sasa nataka nikupe kazi, nakupa kazi ya kumpeleleza Tanzi. Nataka nijue popote alipokuwa pale, njoo niambie, nihakikisha namkamata kisha na msurubu barabara. Umenelewa? Sawa, nimekuelewa lakini mfalme, nilikuwa nimekuletea zawadi ya matikiti uh, pamoja na maboga. Hii itakufanya ujenge mwili uh, uh, umeletea matikiti Matikiti au matikiti kudondoka? Hapana, mfalme, matikiti kudondokea. Asante na shukuru. Haya. Tanzi atajificha mpaka lini? Kwa sababu ana nguvu na pia nafikiri kama ulivyoniambia mwanzo, kwamba kuna kitu alipewa na mfalme aliyepita madarakani. Kwa nini asikionyeshe mbele ya wazee wa baraza, ili mtanzi aweze kuwa huru kuliko kujificha ficha huku na kule, na pia kumbuka mfalme Ntonge anamtafuta kila kona, Kipumbu. Siku zote chenye thamani huwa akina uhai. Ni sawa, lakini shemeji yangu ana nguvu kubwa sana. Hivi, unafikiri mfalme Ntonge anafanya vyema kwenye hii imaya? Sasa hivi watu wanaimaya wanwote wanaishi kama wakimbizi. Mfalme Ntonge anaangaisha watu, hatuna imani, lakini natumaini Ntanzi ana roho ya utu, ana roho ya ubinadamu, anaweza kuwalinda wanaimaya wake lakini Mtonge hana roho hata ya ubinadamu hata kidogo, Kipungu. Ni mwenye napenda, ila sasa kaka, mimi ni mwindaji, toka ni mwindaji akawa mfalme. Tatizo sio kumiliki ufalme, ufalme ni akili na utu kwa wanama wako pia. Kumbuka Mtanzi ana hekima na busara na ubinadamu pia. Hebu ni kuombe jambo moja, tumpambanie Kile kitu ulicho sema unacho, si unacho mpaka sasa? Mm. Basi tufanye hivyo, sawa. Tumtwe mafichoni, sawa. Nyegere we we nyegere nyegere we, azumbagwe azumba azumbagwe azumba gweta, <laughs> gwete na kuona unachambua dawa. <laughs> katika miti mia kuna mti mmoja tu ndio utatuua sisi Alafu watu wanakuona wewe chizi, hufai, huna akili, ila wewe unajua unachokifanya. Lakini wewe unatumika vibaya na mfalme Mtonge. Nakushangaa sana, vumbuka katika akili yako. Hizo dawa unazozichambua chambua, chambua, zitakuweka pabaya. Achana nazo Gwete, achana nazo, zitakuweka pabaya. Umenisikia Gwete? Na uache kutufatilia sisi. Ukiendelea, mimi Malikia Nyoka nitakuua, nitakuua Gwete.

Kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu inatosha kabisa kumiliki laptop kompyuta, na kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa tu itakufanya umiliki desktop computer, Power Brand Shop chimbo la computer, computer na zote, hard disk drive tunauza kompyuta inazote, printer, game playstation kamera pamoja na CCTV kamera na vifaa vyake. Gharama zetu ni nafuu sana na bidhaa zetu ni bora zenye warranty. Tunapatikana Tabora mjini barabara ya Salmini na tutugawe Chemchem. Kwa masuala zaidi tupigie 0746717282 0780717282, kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook neti power brand shop, power brand shop. ngosha wa kanda ya ziwa

na nimekuita kupembeni, na kitu muhimu sana cha kukwambia. Hivi sasa mtonge anawekea alipo dadako mwanyoka, na amegundua kwamba mwili uliokuwa mfalme unao wewe. Unasemaje? Haiwezekani hata mara moja, yaani nitonge naye nyumbani kwenda kumkamata dada la mwanyoka kwa ajili ya kuchukua mwili nilocho, na mwalimu mfalme gangagu ba, hata nisamehe, wacha mimi mtazi, hey. Gwete, hmm? Nimekuleta huku msituni, kuna jambo nataka nikwambie, Gwete. <coughs> mm -hmm. Mi, hmm? Nakupenda sana na kuanzia saizi. Sitaki ujishughulishe na jambo lolote la hatari, wet ujua mi nakupenda sana Atata, mi nakupenda sana na na mpango kwenda kumwambia mfalme Ntonge atufanyia harusi kubwa sana. Hatuna kukaa naye karibu, unakuwa karibu na, una na mfalme Ntonge, sawa?

Binti, nakuliza kwa mara tatu, uko api muli? Mtukufu mfalme, mimi sijui muli ulipo. mm. Nalolia tena, uko api ule muli wa ufalme? Mtukufu mfalme sijui. <laughs> <laughs> Nakuuliza, mulia faune kwati opa? Mi sijui hmm. hmm. hmm. hmm. <laughs> Mara ya mwisho ulinijibu kwa dharau sana ukiwa na odeka katika eneo hili hili. Na nilikuwa pia siku takayokuja kuwa mfalme, nilikuambia mm. utalima majaruba lii <laughs> <Nifame nifame. tongue> <Mfame nifame. tongue> Lakini kwa nini unaipenda kumjia familia yangu kama mfalme? Mimi sitaki, nimekuachiwa uchukue na uyache familia yangu. <coughs> <coughs> Eh. ntanzi, eh mfalme, naona unaongea. Nilikwambia mimi usije ukaomba siku nikawa mfalme sasa, kwa kujifanya mkaidi, maana haufaidi mpaka siku ya Idi.

ili kuwa wa kwanza kutazama filamu zetu mpya <tazama> tembelea <tazama> youtube channel yetu ya <tazama> Swahili Nation Film. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. Kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu inatosha kabisa kumiliki laptop kompyuta, na kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa na na tu itakufanya umiliki desktop computer. Power Brand Shop, chimbo la computer. Computer na zote. Hard Disk drive, tunauza kompyuta, printer, game playstation, kamera, pamoja na CCTV kamera na vifaa vyake. Gharama zetu ni nafuu sana, na bidhaa zetu ni bora zenye warranty. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na tutugawe chemchem kamasana. Zaidi tupigie 0746717282 0780717282 kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook neti Power Brand Shop, Power Brand Shop, ngosha wa kanda ya Ziwa.

Macho yake mekundu, sina peni ya tanzi ya kukimbia wala kuanguka.